Wapendwa, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, Malkia wa mitume, utuombee. Kwa majina ni Mamake Phoebe, karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rosari, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Leo twajiadaa kwa masomo ya misa Ijumaa katika oktava ya Pasaka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na mbili Hakuna wokovu kwa mwingine ila kwake yeye. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, Petro na Yohane walipokuwa wanasema bado na watu, makuhani mlinzi mkuu wa hekalu na Masadukayo waliwajongea wakiwa na chuki, kwa sababu waliwafundisha watu na kutangaza ufufuko wa wafu upatikanao katika Yesu. Wakawakamata na wakawatia gerezani mpaka asubuhi, kwa maana ilikuwa jioni. Lakini wengi wao waliosikia neno waliamini na idadi ya wanaume ikakaribia elfu tano. Asubuhi yake wakubwa wao na wazee na waadishi walikutana Yerusalemu, pia Anasi kuhani mkuu na Kayafa na Yohane na Aleksander na wote wa ukoo wa makuhani wakuu. Waliwaweka katikati wakawauliza, kwa mamlaka gani au kwa jina la nani mmefanya hayo? Hapo Petro akijaa Roho Mtakatifu aliwajibu "Enyi viongozi wa watu na wazee, tukihojiwa leo juu ya tendo jema tulilomfanyia mtu mgonjwa, tuseme namna alivyoponywa. Basi mjue ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa ameponywa kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, abaye ninyi mlimsulubisha. Mungu akamfufua katika wafu kwa jina hilo hilo mtu huyu mwenye afya aweza kusimama bila yenu. Yeye ndiye jiwe lililokataliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa kiungo cha pembe. Wala hakuna wokovu kwa mwingine ila kwake yeye, kwa maana wanadamu hawakupewa jina jingine chini ya mbinguni iwezalo kutuokoa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya mia moja kumi na nane mstari wa kwanza na wa pili na nne, kisha mstari wa ishirini na mbili hadi ishirini na nne, 25 ishirini na tano hadi ishirini na saba. Kitikie: jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni.

mekuwa pembeni pembeli njiwe walilokata awashi limekuwa njiwekula pembeni ya mohili. Alilifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu.

Ee Bwana tunakusi utuokoe Ee Bwana tunakusi utufanikishe Barikiwa yeye ajaye, ajaye kwa jina la Bwana. Tunakutukuza kutoka nyumba kutoka nyumba ya Bwana. Bwana ni Mungu, naye naye ametuangazia. Jiwe walilokataa waashi

Alleluia, alleluia. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Somo la Injili Yohane sura ishirini na moja Mstari wa kwanza hadi kumi na nne. Yesu akaenda akatoa mkate akawapa na samaki kadhalika. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu alijionyesha tena kwa wafuasi wake kando ya bahari ya Tiberia; alijionyesha hivi: walikuwapo Simon Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wafuasi wake. Simon Petro aliwaambia, ninakwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tunafuatana nawe. Basi wakatoka, wakapada chombo, lakini usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi kulipo pambazuka Yesu alisimama ufukoni, lakini wafuasi hawakutambua kuwa ni Yesu. Yesu akawauliza, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, hatuna. Basi akawaambia, tupeni wavu upande wa kuume wa chombo na mtapata. Wakatupa wavu na wakashindwa kuuvuta kwa sababu ya wingi wa samaki. Hapo yule mfuasi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ni Bwana. Mara Simoni aliposikia ya kuwa ni Bwana, alijizungushia nguo, maana alikuwa bila nguo, akajitupukiza baharini. Wafuasi wengine wakafuata katika chombo, wakivuta wavu uliojaa samaki kwa maana hawakuwa bali na nchi kavu, yaani yapata dhiraa mia mbili tu. Waliposhuka pwani, waliona moto wa makaa na samaki juu yake, pia mkate. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simon Petro akapanda choboni, akavuta wavu ufukoni uliojaa samaki wakubwa mia na hamsini na watatu hata haukupasuka kwa uzito wao. Yesu akawaambia, njooni mle chakula. Hakuna hata mmoja wa wafuasi aliyedhubutu kumuuliza, wewe huu nani? Maana walijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaja akatoa mkate akawapa, na samaki kadhalika. Safari hii ilikuwa ya tatu ya Yesu kujionyesha kwa wafuasi wake tangu kufuka katika wafu. Ijili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.